Moyo ukasimama na akatukua muda kabla afe hakika. Kwa hivyo, cha ja kuangaliwa si moyo wadaa, huweza ikapotea na mtu bado ni mgonjwa, kipata shock kidogo, mepoteza damu, hana maji, hii upotea, hata hizi za huku miguuni upotea. Sasa ndio pale ukaambiwa umwite daktari, kwa sababu atakana kuhakikisha ile inaitwa brain death, Kifo cha ubongo, kifo cha ubongo. Mahali ambapo hakuna zifaani ni rahisi, utumiwa tochi, hata tochi ya simu kuangaliwa mboni ni mboni. Baada ya hapo, waweza ukafanywa kwa mwandani wako, ukiimulika na taa hivi kwa ndogo ukaiona huko. Hapo ujifunga kwa mtu aliyekufa, mboni huwa imepanuka na haitembei.

kisha kwa mtu mtu amekufa. Ndio pale ukasikia mtu amekuwa ICU pengine zaidi ya mwaka. Moyo haubiji lakini hayafu kwa sababu inaonekana kuna brain activity. Kuna... Machine. Machine maker, kuna kwa vifaa inaonekana kuna sasa moyo uwezo ukapiga kwa mashini na mapafu. Mashini ina kaketi zaidi ya mwaka, kuna wengine hata miaka 10. Kwa hivyo muhimu kuhakikisha na na hiyo mwaka. Kitu kingine ni masuala ya blogs. Nimefurahi ustadha amesistiza mara nyingi, mtu akifa, sababu ama kiini cha kifo huwa halijulikani. Anaweza kuwa sema huyo alikuwa na pressure akafa, lakini haswa kilichosababisha kifo ni mpaka afanyiwe postmortem baada ya kufa e. Wale wasiokuwa e, kama sisi, kufanya postmortem, pasuliwa kuanzia ubongo

kuna magonjwa manane ambayo yafanana ya na malaria na yale magonjwa ya baraza. Kwa hivyo ni muhimu kuvaa gloves, hata akiwa ni babako, ni mamako, ni nani, bado ni mwanadamu. Kwa hivyo kuvaa gloves ni muhimu, na vile aliyesema, gloves za siku hizi quality si nzuri. Ni nzuri uvae kawaida, uvae usivae moja katika ukawa kwa nyingine, vaa mbili, kuwa katika usalama. Nikimalizia ni masuala ya mipira ule mpira ulioonyesha ustadi kwa mipira iko aina kadhaa huu ni wa mkojo. Na bomba hiyo. huu ni wa mkojo mpira ukiuingiza kwenye sehemu ya kiume ama ya kike wenyewe kiwa hivyo utatoka lakini ona kuna tundu mbili, moja ina ina pipe na hii tundu nyingine, kazi yake watia maji, uuie waingiza hapa kwa nguvu, inarudika ndani kawaida. Eh, uo kuna kibofu kwa mbele. Sasa hii ukipiga hili hapa kwa fura kama kibofu Sakine ndio huzuia hii sitoki. Huzuia pale ndani. Sitoki. Sasa, ili kuitoa hii ya fakeno tumie hii sindano kwenye hii tumbo. Tafuta ile maji. Tafuta, kwa mara nyingi huwa ni milimita 20 kabuka kutarama, kisha yeye atakuwa ile rudi hivi itakuwa, kwa hiyo huni mpira ya kwanza. Hiyo ni kama mfano baada ya kupata daktari

ama hapa kwa mshingo, na bila ya ICU na bila ya gas ile uwepo kubwa na uzi na uzi, utaona kwa kijembe tu kakata uzi ishawavuta hapo, haina mambo, kata uzi ukivuta hapo ana nini wa shabuka. Kwa hiyo kidamu kama mtu ashakufa hiyo, lakini anaweza kutoka maji maji kidogo kaleta kwa hizo ndo aina mbili za mipira ingine. Ni ile ya kuoga dawa jigana kitoa za pamba kwenye kama swali na

Hivi kwamba huyu tuilali sunna yafaa, mume amwoshe mke na mke amwoshe mume. Sasa ikiwa mmelala usiku, ndo mume atatia nia ya janaba na udhu atatia nia ya udhu, lakini mtu mtukano hayui kama na janaba atatia kumosha josha la suna